Nasema hivi mimi mm -hmm. Ni mzabibu. mzabibu. Mimi ni ni mzabibu. Nyinyi matawi ni madawa, akae ndani yangu nami ndani yake huyo uzaa sana. Huyo Huyo uzaa sana uzaa sana. Si sana. <laughs> <una> <laughs> Mwambie si watoto. Si watoto. Ni si baraka. Ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Umesikia hiyo? Eh. Ninyi hamwezi kufanya nini? Neno lolote. Sasa umejua wewe, bila Yesu. Hakuna kitu. Wewe ni kitu bote. Eh. Sasa umejua umuhimu wa kufanya nini? Kwa Yesu kukaa ndani na wewe ndani yake. Bwana amesema, kaeni ndani yangu na mimi ndani sasa mtu anauliza Yesu atakaje ndani yangu na mimi nikae ndani yake? Twende Yohana moja moja nikupe njia ya vile anaweza kaa ndani, kitabu cha Yohana mlango wa kwanza pale kuanzia kwenyewe anasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno. neno alikuwa kwa Mungu naye neno

Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Aha, aha, kwa tu neno na kuonyana kwa zaburi. <coughs> Kristo amesema katika John 1:1 nini? Sasa ukitaka Yesu akae ndani yako nini unahitaji? <coughs> Hasa taku niambia jojote, nimekuambia neno. Unataka nikuambie nini? Ukipata Yesu umepata unabii. Amen, hiyo mafuta ya tiba, hiyo mafuta ya anointing oil, hiyo vitu vyote haviwezi vikakupeleka popote neno. Kila kitu kitu namesema bila Yesu hamwezi mkafanya lolote. Amen, Amen. Amen. Amen. Kuanzia leo anza kukimbiza neno yes, sio Biblia yako, anza kuikimbiza, anza kusoma kusoma, piga magoti kwa nyumba yako, lia mwambie Amen. Yesu niko hapa Yes Kurudi, Ninakwambia kuna kuna John, John, John 1:14. John 1:14, sikia, sasa hivi sikia. John 1:14. Sikia tena, nakwambia kitu hapo. Huyo kikwaji ya hilo neno, huyo neno na hilo neno. Yohana mlango wa kwanza, mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi: Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa, kwa Baba, amejaa neema na ukweli. uh -huh. Kwa hiyo unasikia hivi, mwanangu. Neno ilikuja kwetu, ikafanyika nani mwili, na ikale kupatia utukufu ambaye ndiye nani Yesu Kristo. Kaniimajini eh! Vitu vyote unavyokimbizana navyo si miujiza yes? Si makarima makubwa, si nyumba ya ghorofa Amen. Ni nani huo? Yes. Yes. Mtaa unasema unakula kwa sababu ya wachawi, unakula kwa sababu una Kristo.

Hapo unasema tunatoroka ndoo sijui natoroka, nimeambiwa na nabii, huu mji kuna watu wananitaki mema, sijui mama mwenye nyumba, sijui baba mwenye nyumba. Wewe ni mwangaza. Maandiko yanasema mwangaza unawekwa kwenye kianga yes. na kila mmoja anaona mwangaza ukifanya yes. mikona mwangaza unakimbia kiza yes. ni kiza inakimbia nini mwangaza? Kwa kiza usiku na uwashe tochi pa nini nafanyika? Kiza inafanya nini? Kwa kama unatoroka wewe na mchawi nina, muko? uchawi umeshindikana umeshindwa kwa uja <laughs> Atang, soma sita. Soma sita anasema hivi. Mtu asipokaa ndani yangu, eh, utupwa nje kama tawi eh, na kunyauka. Na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni eh, ya kateketea. Ukiona watu wanakutarau tarau huko jiani wapi kaseni, wewe umetupwa nje ya Kristo. Basi anasema nini? Hii ni kadi. Imani <tis> <tis> pada? Ukiona watu wanakudharau dharau, anza kujiunguza ulimwaje wapi Kristo. Yeah, maana akiwa ndani yako amesema, maana tawi lisilokaa ndani yangu mm, utukwa nje na kunyauka, na watu uyafanya nini? Nakufanya nini? Mimi ninashukuru Mungu. Nikitaka kujua Mungu yuko na mimi, nikienda mahali. Kuna siku tulienda mahali wachungaji wakawa nasema, mmekuja wengi, lakini tulikuwa tunataka wajungaji namba eh, 20 peke yao. Sasa itabidi tutachakua, lakini mwenye atachakua hata kuwa kiongozi wa wajungaji, kwa maana anawajua. Kuna mwenye anakuja kuchakua, alipokuja, alipoanza wa kwanza, wa pili, watatu, nilikuwa ni mimi. Mimi si askofu, mimi si reverend. Amen lakini kama kwa kwa watatu kufanya nini? Na nilimwambia Mungu, ikiwa ni wewe umesema nije niingie, kama hukusema nije nisingie. Haleluya. <coughs> <coughs> <Anayuye? tose> maana tawi lisilo kwa Kristo linatupwa nje na linanyauka. nafanya nini? Kuanzia leo, naomba usidharauliwa popote. <coughs> Kila njia utakayoiendea, watakaokuona wakuone mwana wa mfalme. Kama wewe ni binti, wakuone princess. Kama wewe ni wa kiume, wakuone prince. crown ya Yesu Kristo ikae kwa wingi kwa kichwa chako

yaani hapo hajasema kama wewe ni nabii, hajasema kama wewe ni aposto. Haleluya. Najua eh. Wakati mwingine hata Roho Mtakatifu anaweza tembelea mlevi haraka kuliko kutembelea walio kanisani. Unajua hivyo, mlevi akiwa hana umbea, hana wivu, hana usuta, hana chuki atampokea hilo neno haraka <laughs> lakini kuliko yule amekaa lakini chuki, umbea, usuta, mafarakano, wivu imejaa ndani yake, hata wakakuwekea mikono na miguu, wakamwaga mafuta boksi mzima, waja chupa mzima, boksi mzima juu yao. <laughs> Yaani wewe ukikaa ndani ya Kristo na Kristo ndani yako, sasa wewe pombeni, amesema si yeye, sasa akaya, sasa anasema maneno yako na maneno ya Kristo yanapatikana wapi? Yes. <laughs> Wakati uko digital always sijui uko Facebook sijui uko kwa Bible sijui uko WhatsApp, uko TikTok. Ah. Halo. Mse kanisa kuanzia Jumapili ijayo. Mse kanisa. Mse kanisa. Mse kanisa, kuanzia Jumapili ijayo Simama kidogo nikupe kazi. Kuanzia Jumapili ijayo utafute mfuko, utakuwa unatembea raundi hii kanisa, wakihubiri na waki ukiwa tuna, tunasikiza neno, ukipata mtu anazimu weka kwa mfuko, uiweke, tutaikuwa tunai hold for one month. Neno la uzima, neno la uhai kwa nani? Kwa watu wake. Aha. Alimwambia simoniaeakasaa Hapa. Imetaka kuanzia hapo, lakini moja nikuexplain. Yesu alikuwa ameenda kuhubiri kwenye kando ya bahari na alipokuta mkutano ni mwingi akaulizia hiyo boti ni ya nani? icho chombo ni cha nani? Wakasema ni cha Simoni alikuwa ha, naitwa Simon lakini alikuwa Pita, wakasema ni cha Simon. Akasema mwambie aniupatie na kisongeshe ndani, yani Yesu akae ndani na asongeshe ndani. Kwanza Simon hajui kama huyu ni Yesu, hana ufahamu, alafu anamwambia nipe, nipande na ukisukume ndani kidogo. Wewe kama ni wewe mfuzi